Uh, karibu sana mwe asante kwa majina eh, niko salama neenda kujuuasikia maoni yako. Kuna moja ya Malava, kuna ya, ya, ya, ya mimi yangu ni ya mbere na sote Kenya, mimi ni mkenya hasa mimi najua serikali itashita, ndio unaona, you know watu wa opposition wameanza kubabaika kwa sababu wanajua serikali inauza sera, nao watu na wanauza vitina, shindana na wale wale wao, kazi yao ni vitina, serikali nayo inauza sera, si tunataka mchague huyu tufanye na ee, ikasi, na ee, na hii hii kazi hii wale ee, watu wamechukua opposition yenye, si tulikuwa na baba ila aende, sisi ndio tulikuwa opposition, tumeachia watu, hata mbaluni ikipasuka hivi wanaenda kwa vitanda so hana hawajui opposition maana ya opposition, na ndio unaona na challenge wao, na waambia kuomba kura ukiwa ndani ya opposition ni kazi ngumu sana, si kila wakati unababaika eh, hey, serikali tutaibiwa kura. Wewe kama unajua utaibiwa, kwa nini unaenda kwa ndebe? Enda court kama unajua utaibiwa, lakini kama uko hapo na utaenda kwa ndebe, unajua kuna kushindi, kuna mshindi na mshindani. Sawa, wewe ukishindwa, enda nyumbani. Hata si tumeshindwa na Raila mara tatu, na mimi niko naendelea kula nyama mimi ile hata kitu imenileta sio hiyo sana. Kuna kitu ninataka kuambia Kachagua na my friend, we ulimbiiwa na ulimbiiwa mtu muntu kumbavu? Au una akili mwanaume, unaimbiziwa na watu wote fene, na mbuge na we unasema mwerevu muntu, unasunguka huku town na kitu inafanya nikuite kumbavu. Huyu Kanja polisi ametoka kwako kwa boma Madhara, Nyeri. Wewe sasa unataka wapi? Uende nyumbani tuache, tuache eh, nani naye? IG Kanja naye ende nyumbani kwa sababu ya asira zako? Wakati unaenda huko unajua hata azagwa kitu ananikadhiriza. Nataka kuambia Wakenya, IG ayuko Kenya. IG walienda kupigania ile kitu inapewa waamini kitu ya Interpol, kitu ya Interpol tukichukua hapa Kenya. Nataka kufunza Rigathi Gachagua, hiyo kitu tukichukua, kuna maendeleo mingi sana Wakenya watapata na vile anasimamia, ni ndugu yako wa kutoka Nyeri bali wao umesaliwa, lakini jua ni kumbavu, ni mtu hana akili. Wewe ndio unasema tena atoke kwa serikali, yaani Kanja arisaini? Kwani unataka Mount Kenya yote irisaini kwa sababu ulitumia mahesabu yako ya unjinga ya kusema kuwaonya Wakenya na tribe. Na nataka kuambia Gachagua hata huko Narok ulienda hawakutaki kwa sababu wa ukisahau dakika tano unaongea mambo ya tribe Mukikuyu ako Murang'a, Mukikuyu ndiyo ako Mombasa, Mukikuyu ndiyo ako Eldoret. Hii tribe yako ndiyo imekuangusha. Na nataka kuambia askari wetu wa Kenya, Kanja si hata kama Kanja ndio anasimamia, fanyeni ni kazi vile mnafanya kwa haki na si Gachagua. Gachagua anawaambia hata kwa hata hapo askari alikuwa ndio na wale ndio wa zamani, hawakuwa hata na training. Kazi yao ilikuwa kupewa pesa za chang'aa kuchukua mahindi ya mzanda na kuuza hiyo ujini. Hakuna kitu na nataka kuambia watu wetu wa Mount Kenya msipoachana na Gachagua atawaweka kwa timo. Nataka kuuliza hivi, Mtibale iko na watu wangapi wa kutoka wa mlima? Mombasa iko na watu wangapi wa kutoka wa mlima? Garissa iko na watu wangapi wa kutoka wa mlima? Nje ya Kenya hii, wale wako nje ndio wengi kuliko wale mko nao. Kwa sababu watu wetu ni wa kujitafutia. Kwa hivyo, hiyo mdomo ya Gachagua asipokomeza atajiweka hasara akifikiria ni sisi. Na mimi nataka kuambia Kanja Usinjivu Gachagua. Gachagua hata hana power ya fai hata kuongea. Yeye ni mtu alimbiziwa, ni ng'ombe iko huko msituni inakuja kutuangaisha. Na nimuambie askari wetu watafanya kazi kwa sababu wewe na kuna wengine nao nasikia wanalia natembea. Alikuwa anatuita wanjinga kwa sababu alikuwa anaamka usiku wakati sisi tulikuwa maandamano. Maraila anavaa koti anaiweka hapa, sisi anasema anakuja kupambana na sisi na pia ngazi sasa. Kinakuanga hivi, my friend, kwa Biblia imeenda hivi, iko kwako saa hii. Simie na sisi, hatukuwa tunasema mtu arizoni, tulikuwa tunapambana na serikali. Wee wanatembea kama uko opposition, hakuna mtu ajisi imbe yako. Wee ulikuwa askari, ulikuwa unatupiga, saa hii sasa wee uko opposition. Nataka kwambia serikali mkipata, anatembea pinya, sikanatokana hivi pinya

hiyo Ayok... pesa yenye Gachagua ako nayo anapiga piga nayo huko mlima Kenya. Unaona kama anaitoa wapi pesa ile? Gachagua anatumia ni ile pesa aliiba kwa hiyo miaka mbili, sababu alinunua hoteli karibu kumi na mbili, zile zote za wale wase- walikuwa matajiri mbeleni. Aliingia miaka mbili aliiba pesa mingi sana, so hiyo tupesa ndiyo anazunguka naye. Alikimbia hapa Amerika akaenda akaomba omba tupesa, amekula hapa, ako karibu kurudi Amerika tena na watu wa Amerika mzipotezewa wakati siti ya mbele tutachukua na hata hiyo nyingine sote tunachukua, si nikaezo kutwa. Mtaniprove wrong kama hatutachukua. Na watu wa mbele, msijitoe kwa serikali mkimbizane na mtu ambaye ameingizwa ajui anavaa, jitetee kotini, si kwetu. Alikuwa anavaa jitetee kwa mpi, kwa hii mahali stendi yake iko ni court, court tu ndio iko na maisha ya sawa huku. Hata akiomba kura hakuna mahali anapeleka kura, lakini kwa sababu wasawa ni mjinga anataka kukufa akufe. Hata na Kanja, Kanja naye utamuona, Kanja anachungwa na sheria na by the way kitu, kwa sababu hajajua Kanja ni professional, ni mtu amesema anaenda training, si kama wao wa kuokota huku chini. Naruto, Naruto hakukuacha unakufa hata <laughs> <laughs> wao wamevura ndao huku, macho ni wa thread ni makarone na kula nyama tu. Sisi hatukupigia serikali kura, wewe ulipigia. Sisi ndio tuko ndani tunasema tu pam, naona pia kitu hata Kindiki naye anjikakamue, hakuna kukaa ngali hata. Hata wewe anjikakamue. Ukae mtu wa kushikamiza. Lakini hata wewe zingine unikasirisha. Yule anafanya hesabu au anapawa katika Kenya ni Kindiki. Kwa sababu ya kukaa wiki. Na naomba nikukaa sawa. Hiyo dana ndani. Ah! Kastrong. Umepewa ofisi wewe ndio deputy president. Kwani mulima hao wanaongea kuhusu wachau wanawapea nini? ile we hauna Kindiki wakati aliingia kwa hiyo ofisi ile. Ofisi ndiyo ilisaidia watu wa Ruto, ile ofisi ya deputy president. Akina Sundi wakakuwa na nguvu, akinaamuru kwamba ni wakakuwa na nguvu kasabu, wakachukua watu wake wakakuwa na nguvu. Wewe Kindiki, watu wako wale wanaweza kusaidia, wako na nguvu ni nani? e utakuwa e, unazunguka Kenya msima na hauna watu ambao wana uwezo wa kukupigania. Toka bwana, toka Kuja kusema hehe hehe hehe huko msituni, kutana na wanaume ndio utusinge Ruto Ruto. Kama Kindiki hata kuwa hata ongezea power, hata ng'ang'ana na wanaume, Ruto utaendelea kuwa na shinda ya kutuziwa na Gachagua ya kutuziwa na kina natembea, lakini hakuna mtu kama natembea. Natembea sio shinda shinda ile tuko naye. Mimi natoka kwa mlima hapa, kwa sababu ya nini? Kindiki is very weak. Niyo nimesema leo ni mtoto wetu, ni ndugu yangu, lakini very weak. Tusiaza siko, tusiaza bure, tusiaza hatu msaidi hata hiyo kiti kama sio roko huyu. Si yes roko, saa hii ningekuwa nimewaambia mbele, tuseme mbaye mbaye, lakini nataka kuambia roko na sisi lemba lile, asanteni kwa kusimama na kuonyeshana ujasiri. Tusitusiwe na Gachagua, si Kindiki anaweza fanya ile kitu ilete. Kindiki ni weak na nitaendelea kusema mpaka siku ile ataleta watu pamoja wa mlima Munya ako nje, kwani anafanya nini? Akina chevuti wako nje, ni nini wamekosa? ile Ruto hapo anapeana ama ile katabu hapo anapeana. Kwa hiyo kienda kwa watu wakindika, hakuna mtu ananuka nyama na deputy president. Wakati wakati alikuwa hapo, watu walikuwa wanakuja huku, tunaona ma watu watu wa deputy president. Wakati Ruto walikuwa deputy president, watu wake walikuwa wanaonekana. Wako kindika, wako wapi? ni hawa akina magarani hapa, nyama inanuka mara moja. Mbona kwenda bwana ni kuulize, so, kuna hii issue yenye ilitokea Sunday ambapo Gachagua alikuwa ni mileni akatakiwa, unaona aje? Ni kama ilikuwa Gachagua alikuwa na kipindi apate ile ni ah, kipindi i unaona, Gachagua Gachagua anashinda, ndio nakwambia shinda wa Ruto ni kindica afanyi kazi yake, kwa sababu ile kofia alivaa ni mchezo, anatoza kandi alinunua kofia hapa Nairobi akaenda akavaa akatuma aka, vijana kidogo wafunge waruze mawe ndio serikali ikaanza ku na askari wakawekwa kwa kamteko kindogo na Gachagua ya kuenda kusuia vita, ikipigana awa yi vita inapigana ni ya Gachagua. Gachagua ni mahesabu kindogo. Ndio naambia Kindiki ajipange aondolee wakenya aibu, kama hataweza hata yeye atoke, kitu ipewe mwingine. Tukimalizia jambo la mwisho kwa watu wa Kenya, nataka kuambia Wakenya tuwe pamoja. Uchaguzi huu nakuja si yetu, ni ya mwenye atachaguliwa. Tukae pamoja, yule ataingia aingie, akiingia wa wapi aingia wapi? Ni uchaguzi, ni mashindano. Yule ameingia, mimi ni Mkenya, Mjaluo ni Mkenya, Muturogana ni Mkenya, kila mtu ni Mkenya. Uchaguzi tusiweke tuwaganye, tupigane bure. Asanteni.